Baadhi ya wafanyikazi wa umma katika kaunti ya Kisumu walijipata mashakani na wale waliochelewa kufungiwa nje ya ofisi wakati wa ziara ya ghafla ya waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku. Waziri Ruku aliyetaka uwajibikaji kutoka kwa wafanyikazi wa umma amesema kuwa serikali iko kwenye harakati za kulainisha orodha ya wafanyikazi ili kuimarisha huduma kwa Wakenya. Watu wa serikali, tutafungua hapa hivi baada ya lango kuu kufungwa saa 2 asubuhi. Hii ni baada ya waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku kuzuru afisi za serikali. Baadhi ya afisi zilikuwa wazi, zingine zikiwa zimefungwa kabisa, wahudumu wakiwa bado hawajafika kazini. ha, ina, ina, ina. Ruku akitoa onyo dhidi ya utepetevu kazini, mbaye mwezi ya ina namna hii, ambapo wengi wetu watanaswa na ile mitambo na ile program ambazo tunaweka ya kuhakikisha kwamba lazima tufanye kazi yetu tukiwajibika kwa Wakenya na wezi anjibika kwa Wakenya kama aufiki mahali unafanya kazi kwa masaa ambayo inayopaswa. Aidha, Ruku aliwaamrisha wa wasimamizi wa wafanyakazi katika afisi zote kulainisha njia za mawasiliano baada ya wa Wakenya kulalama kuhusu ukosefu wa majibu kwa barua pepe na simu zinazopigwa katika afisi mbalimbali mbali. So idara ya serikali ya uhamiaji hata hivyo ilitajwa kama kielelezo baada ya wafanyakazi kufika afisini wakati ufao. Mwaka 2025, serikali ilianza mchakato wa kulainisha orodha ya malipo ili kuondoa wafanyakazi hewa na kuimarisha huduma kwa umma. Lora Otieno, Runinga ya Citizen. Serikali sasa inasema iko tayari kupokea mapendekezo bora zaidi ya ununuzi wa hisa za kampuni ya Safaricom ambayo imependekezwa kuuzwa kwa kampuni ya mawasiliano ya Vodacom ya Afrika Kusini. Akizungumza na Ivasha, katibu wa hazina ya kifedha Dr Chris Kipto amesema serikali ilipata mnunuzi bora zaidi na kuwa mlipa ushuru hajapoteza fedha zozote. Emmanuel To ana mengi zaidi. Ilikuwa zamu ya wizara ya hazina ya kitaifa jukwani kueleza mpango wa serikali wa kuuza asilimia 15 kati ya 35% ya hisa za serikali katika kampuni ya Safaricom. Katibu katika wizara hiyo Dr. Chris Kipto akikabiliwa na pingamizi kutoka kwa baadhi ya wabunge waliodai serikali iliuza hisa hizo kwa bei ya jioni we Katibu huyo kwa ushirikiano na baadhi ya wabunge wanaoiunga mkono serikali wakitetea mpango huo kwa jino na ukucha.

wizara ya fedha ikitoa changamoto kwa anaopinga uuzaji huo kuleta mnunuzi bora kuliko aliyepatikana kwa sasa. If they have a different model that is not known that can value the share to the 45 and 50 shillings they are telling us, would you be welcoming it?